Naam, bwana mtazamaji wa Trend TV, moja kati ya vitu ambavyo vimemeka headline huko mtandaoni ni kuhusiana na interview ambayo ameifanya Harmonize Konde Boy e, na katika hii interview bwana ni kwamba Harmonize ame, amezungumza jambo ambalo kiukweli limeshangaza watu wengi sana e, kwa kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba Harmonize ni miongoni mwa wasanii ambao wamekuwa na kabifu fulani hivi na Diamond Platnumz japokuwa amesoti, lakini sometime huaga mambo yanajirudia rudia. Unaona eh? History repeats itself lakini, kwa upande wa this time around inaonyesha wazi kwamba Harmonize inawezekana akawa ameamua kuwa ukurasa mmoja na Diamond. Na hii ni katika maswali ambayo alikuwa anaulizwa huko katika, eh, katika kituo kikubwa cha televisheni au cha broadcasting company huko British eh, huko British, kama nilivyosema United Kingdom Uingereza huko, ambapo, ambapo Harmonize aliulizwa maswali mbalimbali, na katika hayo maswali mojawapo aliulizwa kwamba je, kati ya samaki au nyama yeye anapendelea nini? Akasema kwamba yeye anapendelea sababu anapendelea samaki kwa sababu anapenda sana kula chakula chenye nyama nyeupe kwa sababu ni cha afya zaidi. Umeona, unajua nyama nyeupe mara nyingi anasema kwamba ni nzuri. Hilo ni moja kati ya swali jepesi ambalo Harmonize aliulizwa, lakini baada ya hapo akamuuliza swali ambalo kidogo ni gumu kwa namna moja au nyingine, ukiwa na perspective tofauti, ambapo aliulizwa kwamba je, kati ya Diamond na kati ya Diamond Platinumz na Barna Boy nani ambaye yeye anamkubali zaidi, akasema kwamba wote ni marafiki zangu, kwa sababu inafahamika kwamba Barna Boy ni rafiki wa Harmonize. Lakini pia Harmonize yeye kati ya Barna Boy na, na Diamond anayemkubali zaidi, imebidi amchague, amesema kwamba lakini nitamchagua Diamond Platinumz kwa sababu kwa hiyo, eh, ni kaka yangu Harmonize amemchagua Diamond kwamba ndo mtu ambaye anamkubali zaidi, na kwa sababu ni kwamba Diamond ni kaka yake, lakini akaongezea aka kusema kwamba lakini Burna Boy anaua ana zaidi, yani kwenye upande wa mafanikio ya kimuziki kwa ujumla katika karia yake. So hicho ni kitu ambacho Harmonize amekizungumza na BBC Swahili, wameposti eh, wakaandika hapa kwamba je unatarajia una je Uh, yeah, utajiri wa mateso au umaskini wenye furaha utachagua nini? Hilo, uh, pia ni swali lingine ambalo aliulizwa, akasema kwamba bwana bora utajiri wa mateso kuliko umasikini wa furaha. Mambo hayo uh, na hii ni moja kati ya interviews ambazo zimeenda viral, hususan kwenye hiyo segment ya swali ambalo Harmonize ameulizwa kuhusiana na Diamond na Barnaba, anamchagua nani, na kudai kwamba anamchagua Diamond kwa sababu Diamond ni kaka yake. Ni kitu ambacho kimewafurahisha watu wengi sana. Ukiwa kama mdau unahisi kwamba hii ni genuine love kutoka kwake kwa Barnabo, kwa Diamond Platinumz na, na unahisi kwamba tofauti zao zitakuwa zimeishapita na kuna uwezekano labda tukapata kolabo nyingine tena kutoka kwao? Weka maoni yako katika comment section katikaoka tukisoma na kureply kila comment na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.